Jina naitwa Erasto Leonard Mosa ni mkazi wa hapa Mbande. Nisiwe mchoyo wa fadhila, kwanza kushukuru sana taasisi mbalimbali mbali za Kiislamu. Si mara ya kwanza nasikia au kuona katika maisha yangu ya kila siku. Wakati mwingine wana fungisha ndoa bure kabisa, wakisema bure, maanake inamaanisha kwamba ni bure. Lakini leo hii angalia muono wa ajabu. Sielewi, hii ni Al-Hikma Foundation. Sijui ina, ina muono wa ajabu wa kiasi gani kuona tu kwamba watoe huduma kwa jamii kwa ajili ya kiungo muhimu kabisa cha mwili ambacho ndicho ambacho chanzo cha sisi sote hapa ni ukoo, yani kuendeleza ukoo hicho kiungo ambacho tusikirie rahisi, wamefikiria kwamba watoe tohara bila tena, bila kubagua tena. Hili ni jambo jamani, hebu tufikirie kwanza. Sijui huu uongozi una maono ya kiasi gani kufikiria hili jambo, katika mambo yote ambayo yafanya mbali, tayari mengine nimeyasema, lakini hebu fikiria, wamekana kutafari kuliona hili, angalia jinsi lilivyopokelewa katika jamii. Ukija hapa sasa hivi kwa daktari kawaida, ukimwambia sio chini ya shilingi Atakwapi, hibu, daktari shilingi daktari atakwambia shilingi elfu hamsini. Hebu piga hesabu katika watu hata, tutulio wapa, tutulio wapa tu hata tuliopo hapa tu, ikiwa tu wangesema tu labda shilingi elfu tano, daktari anachukua je shilingi ngapi? Hii hi, taasisi imechangia kwa sisi tu hapa tulioko hapa, ni pesa nyingi sana. Hebu tuangalie hili jamani, hili tukio, lakini taasisi hii imefikiria na kutoa hizi huduma kwa jamii, kwa kweli mimi niseme napongeza sana na nashukuru sana. Basi mwendelee kutoa huduma hii kwa watu wengine pia na maono mengine ya zaidi kadiri ya Mungu atakapowajalia, ili kwamba kweli kabisa tuone kabisa kwamba hata na, na, na, na kosa neno la kusema, hata mimi Mkristo na Wakristo wengine, kwa kweli hili jambo limewagusa watu wengi sana msizije mkafikiria kwamba labda ni, ni, ni jambo rahisi tu, lakini ni jambo ambalo ni, ni maono ma, makubwa sana. Sielewi yani, sijui mliwaza nini yani, uongozi yani, sijaelewa yani, lakini ni jambo ambalo ni muhimu kupita maelezo, na mimi naseme Mungu awajalie sana, muweze kutafakari zaidi, na mengine pengine yapo ambayo pengine mnaweza mkatafali, pengine hata zaidi ya hili, hata hili likawa endelevu, basi tutashukuru sana kwa kweli. Alhikima Foundation ni moja ya mfano katika foundation nyingine, zige mfano huu ambao ni mfano bora kabisa. Na ni wa kuigwa na sisi tunajivunia kuwa na Hikma Foundation kama wananchi, kwa sababu hauchagui wa dini wala kabila yake mtu isipokuwa anagawa huduma kwa kila mhitaji wa huduma hiyo. Tunashukuru alhamdulillah na Mungu awawazidishie viongozi wake wape hikima zaidi na kufanya maamuzi yaliokuwa sahihi na kuenda mbali zaidi, hasa vijijini. Kwa sababu vijijini tatizo hili bado lipo, waende vijijini zaidi. Kwa sababu hapa wameanza mjini, tunashukuru alhamdulillah na vijijini vile na vile vile wawatembelee Hey, awatembelewa waone, kwa sababu naamini wapo wengi zaidi. Wengine wanakosa pesa za kufanya tohara, sa mtu anaweza kafikia mpaka miaka kumi miaka saba hajafanya tohara sasa hivi sasa hivi, maanake watafanya tohara vijana wa... wakiwa bado wadogo kabisa, kwa mfano miaka miwili mitatu mpaka mitano. Kwa alhamdulillah kituo kinachofuata tutatoka kinacho Temeke, tutaelekee Ilala tarehe kumi na nne mwezi wa sita ishirini ishirini na tano Buguruni kituo cha afya. Ewe mzazi au mlezi, mwandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake.